Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi mtazamaji wa channel hii, ambapo tunakuletea siku hamsini za Pentekoste. Ni matumaini yangu kabisa kwamba wewe ni mzima, unaendelea vizuri, Bwana yuko pamoja nawe, hajakupungukia wala hajakuacha wakati wowote. Basi nipende kuchukua nafasi hii kukukaribisha kwenye kipindi cha leo, ambapo tupo siku ya ishirini ya siku hamsini za Pentekoste. Bado tunaenda hatua kwa hatua. Mungu yuko upande wetu, Mungu anazidi kutufunulia mambo ambayo ameyakusudia yeye. Basi bila kupoteza wakati, twende moja kwa moja kwenye yale ambayo Mungu amekusudia siku ya leo. Karibu basi, bila kupoteza wakati, tunakwenda moja kwa moja kwa siku ya leo. Tutaangalia kile kitabu cha Luka sura ile ya nne kuanzia mstari wa 18 na ule wa 19 tutaona maneno mbalimbali mbali, maneno kadha wa kadha ambayo yalizungumzwa kwa ajili ya Bwana Yesu. Na maandiko haya matakatifu toka kitabu cha Luka yametolewa kwenye kile kitabu cha Isaya. Isaya alikuwa ni nabii, akaona juu ya ujio wa Kristo. Kristo atakapokuja, ni vitu gani atavifanya? Kwa hiyo akawa ameviandika, na Yesu Kristo baada ya kukua akajua yale alikuwa ameandikiwa. Yeye akachukua gombo la chuo akasoma moja kwa moja, akatafuta kwenye Isaya ni habari gani zimeandikwa kuhusiana na yeye. Kwa hiyo hayo ndiyo tunayosoma siku ya leo. Kwa hiyo haya maandiko ya Luka 4:8 ni Yesu alikuwa anasoma kwenye kitabu, yupo ndani ya sinagogi. Yesu akasoma Imeandikwa kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini masikini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, sio hivyo tu, bali na kuwaacha huru waliosetwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndiyo mambo ambayo tunayaona kwenye kitabu hiki cha Luka Mtakatifu sura ya nne. Yesu aliongea habari fulani kuhusiana na roho Mtakatifu. Yesu ujio wake hapo wa mara ya kwanza asingeweza kuyafanya yale aliyokuwa anatakiwa kuyafanya, alimtegemea roho Mtakatifu. Sasa mfikiria, huyu ni Yesu katika mwili, ni Mungu katika mwili. Kama Mungu alipokuwa katika mwili alimtegemea roho Mtakatifu ili amwezeshe, ili amsaidie, ili afanikishe ile huduma ambayo alikuja kuifanya. Je, vipi kuhusiana mimi na wewe? Mimi na wewe tunamhitaji Roho Mtakatifu zaidi. Usifikiri kwamba akili zako zinatosha, usifikiri kwamba uwezo wako unatosha. Kama labda mi ningekuwa bwana Yesu, ningesema tayari mimi ni Mungu katika mwili, baba yuko ndani yangu, kwa hiyo simuhitaji roho Mtakatifu, sihitaji chochote. Lakini Yesu mwenyewe alimtegemea roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu akaanza kwa haya maneno kusema kwamba roho wa Bwana yu juu yangu. Yesu kabisa alijua kwamba roho wa Bwana yuko juu yake. Na unajua, hapa kuna tofauti kidogo. Uh, Roho Mtakatifu tayari alikuwa ndani ya maisha ya Bwana Yesu tangu anazaliwa wa, lakini wakati anabatizwa, ndipo Roho Mtakatifu akaja juu yake kwa hiyo ili neno juu ya likiwa linatumika maanake ni kwamba Roho Mtakatifu anakuwa kazini. Ndio maana ya juu ya. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya anakuwa na kusaidia wewe ambaye umeokoka, ili umzalie Mungu matunda. Na matunda sio kuhubiri injili nini na nini hapana, sio kwamba hivyo sio sawa, ni mambo mema yanayotakiwa, lakini tunda nalozungumzia hapa ni tunda la Roho, upendo, amani upole, kiasi, uvumilivu, fadhili, utuema tunda kama hilo, hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako. Lakini Roho Mtakatifu akiwa juu yako, hilo sasa linakuwa ni jambo tofauti kidogo huo unakuwa ni wakati ambao Roho Mtakatifu yuko juu yako ili kukamilisha kazi fulani, kwa ajili ya kusudi fulani, kuliweka kazini. Na hapa Yesu akaeleza moja kwa moja kwa nini Roho Mtakatifu yuko juu yake, akasema, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Roho Mtakatifu amemtia mafuta, na hili neno, tunaposema kwamba Yesu alikuwa ametiwa mafuta. Ukirudi nyuma zamani kidogo, kuanzia kwenye Agano la Kale, ni kwamba hata manabii au wafalme walipokuwa wanawekwa kazini walikuwa wanapakwa mafuta. Hata na makuhani, na wenyewe walikuwa wanapakwa mafuta, yaani maanake ni upako au nguvu za Mungu zinakuja juu yao kuwawezesha kuwasaidia waweze kukamilisha majukumu yao ipasavyo. Bila Roho Mtakatifu hawataweza. Kwa hiyo hapa andiko laposema kwamba Roho Mtakatifu amemtia mafuta Bwana Yesu, maanake ni kwamba ni nguvu za Mungu ziko juu yake, upako wa Roho Mtakatifu uko juu yake kwa ajili ya kuwahubiria maskini habari njema. Yesu akaanza kueleza ameleta habari njema. Sasa wewe jiulize, habari njema kwa maskini ni zipi? Aendelee kuwa maskini mpaka atakapokufa, utajiri atakutana nao mbinguni baada ya kufa, au ni kwamba Mungu atahakikisha anampatia mahitaji yake yote? Sasa ninajua kuna kitu kinaitwa prosperity gospel, kwamba injili ya mafanikio unahubiriwa tu kufanikiwa, kufanikiwa. Sasa hiyo iko tofauti kidogo na injili ya kweli, kwa sababu injili ya kweli inaanza kumtangaza Yesu Kristo kwanza. Ukiona kanisani unakoenda kwa nabii, kwa mtume, kwa askofu, kwa mchungaji au kwa mwinjilisti nani, unasikia tu habari za kufanikiwa, usikii habari za kufanikiwa kiroho, habari za kupatanisha maisha yako na Mungu, ujue hapo uko sehemu mbaya sana, uko sehemu ya hatari. Kimbia kabla hujapotea. Unatabiriwa tu kwamba utapokea magari, utapokea majumba, utapata hela peke yake. Hapana, mafanikio ya kweli ni kwamba unaanza kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amani yako na yeye kinakuwa kitu kimoja, unakuwa na amani naye, haujisikii vibaya ukiwa kwenye uwepo wa Mungu. Lakini kila ukija kwenye uwepo wa Mungu, unajisikia una dhambi, unajua umetoka kwenye dhambi, alafu baada ya hapo unaendeleza maisha ya dhambi, ujue upo eneo la hatari, hatari sana. Kwa hiyo mafanikio ya kweli yameelezwa kule kwenye nyaraka za Yohana, waraka wa tatu wa Yohana, ule mstari wa pili, kwa sababu ina sura moja peke yake. Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo roho inaanza kufanikiwa. Sasa ukishafanikiwa rohoni hautakiwi kubaki maskini, hautakiwi kubaki bila kufanikiwa katika utu wa nje. Kwa hiyo wale wanaohubiri mafanikio ya nje tu peke yake mafanikio ya magari na majumba, wao wanahubiri injili nusu na wanahubiri kipengele cha mwisho badala ya kuanza na mambo ya kwanza mwanzoni. Unaanza kumwamini Bwana Yesu, ufanikiwe kwanza rohoni, umjue Mungu, ujue neno lake, ujue tabia zake, ujue, ujue sifa zake, ana penda nini anachukia nini. Ukisha kaa vizuri na Mungu kwenye eneo hilo, ndipo sasa unakuja kwenye mafanikio mengine ya kimwili. Sasa na hata wale ambao wanaishia rohoni tu hawana tofauti na hawa wanaoishia mwilini tu. Kama unahubiriwa mafanikio ya nje tu, wewe yani upo sawa na yule anayehubiriwa mafanikio ya rohoni tu, ijapokuwa huyu Aroni anakuwa amekuzidipo kidogo, lakini amtofautiani sana. Huyu ambaye amefanikiwa rohoni anakuzidi kwamba ana uhakika wa milele ijayo, yaani yeye maisha yake yako sawa na Mungu hata kama amebaki kuwa maskini kama Lazaro. Lazaro yeye uhusiano wake na Mungu ulikuwa sawa kabisa, dhambi zake zimesamewa, lakini alikuwa hajafanikiwa bado, alikuwa katika magonjwa na katika umasikini kwa hiyo wale waliofanikiwa rohoni peke yao watatuzidi kwamba wao majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima, lakini wewe unayekimbilia hela peke yake. Kwa hiyo Yesu ndiyo alikuja kuhubiri, uh, injili, habari njema, alileta habari njema kwa maskini, maanake kufanikiwa hata kwenye eneo la utu wa nje, kwenye mavazi, mwili wako ukae vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kimeleta mkanganyiko kidogo katika kanisa, lakini Mungu yuko anatusaidia hatua kwa hatua. kwa kama nilivyokuambia, hakikisha unafanikiwa rohoni kwanza, na ukishafanikiwa rohoni hakikisha vilevile unafanikiwa na mwilini. Yesu akuishia hapo. Yesu akaendelea kueleza mambo ambayo Roho Mtakatifu amekuja kuyafanya kwenye maisha yake. Yesu akasema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Wafungwa Yesu Kristo amekuja kutangaza kwamba wamekuja kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ulikuwa umefungwa kwenye eneo gani, ule upako wa Roho Mtakatifu ambao ulikuwa juu ya Yesu Kristo amekuja kuhakikisha kwamba kila mfungwa anafunguliwa. Wapo watu wamefungwa kwenye vifungo vya aina mbalimbali, wengine wamefungwa kwenye ulevi, wengine kwenye uasherati, wengine kwenye uchawi, wengine kwenye bangi na madawa ya kulevya, wengine wamefungwa kwenye kiburi, wengine tena ambao hawajijui wamefungwa kwenye dini zao Yaani dini imekuweka minyororo wewe unakuwa unaona mm, ili mradi naenda kanisani, natoa sadaka, jina langu limeandikwa kule kanisani, basi hauna shida hapo. Ni shetani anakuwa anacheza na akili zetu, anacheza na fahamu zetu. Kwa sababu tunatenda matendo mema, tunafikiri kwamba hatujafungwa. Kuna kifungo kingine kinaitwa kifungo cha dini. Sasa yesu alikuja kuwaweka huru watu wa aina zote. Kumbuka hata hapa kwenye hii Luka sura ya 8 mstari wa na nne, Yesu alikuwa kwenye sinagogi, anawahubiria watu wanaomjua Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Baada ya Yesu kuwahubiria, unajua kilichofuata, walimfukuza Bwana Yesu, wakamtoa nje ya sinagogi, wakamtoa nje ya mji, wakataka kwenda kumtupa huko kwenye maporomoko, aanguke afie huko, kwa sababu hao wa watu walikuwa na kifungo cha dini. Wao walishajua tayari kwamba sisi tunaye Mungu Kumbe Mungu anayedhani wanaye hawana. Yesu akamwambia sasa, Roho Mtakatifu yuko juu yangu, mimi kupitia Roho Mtakatifu ndiye nitakayafanya haya. Na hawa watu walijua kabisa kwamba Masihi, yaani Kristo, atakuja atayafanya haya mambo hey. Wakashangaa, wewe ndiwe Kristo? Yesu akamwambia ndiyo, Roho Mtakatifu yuko juu yangu. Yani hawakuamini kirahisi rahisi, sijui alifikiri Kristo atakuja kushuka kutoka mbinguni moja kwa moja. Wakasema huyu ni mwana wa Mariamu, baba yake ni Yusufu na ndugu zake tunao hapa kwa hiyo wakamtoa wakamfukuza. Kwa nini? Roho ya dini ilikuwa imewafunga kwa hiyo Yesu akasema, jamani, na nyie mkitaka nitawafungua, lakini hawakukubali. Wakamfukuza Bwana Yesu wakamtoa nje, na Yesu huduma yake hakuweza kuendelea nayo huko alikozaliwa. Yesu akaendelea akasema, na vipofu kupata kuona tena, vipofu kupata kuona tena. Uh, ukijaribu kuchunguza vizuri miujiza ambayo ilikuwa imeandikwa kwenye agano la kale, ilitokea miujiza mingi, hata wafu walifufuliwa. Akina Elia akina Elisha walifufua wafu, lakini katika muujiza ambao haukuwahi kuonekana ni kipofu kupata kuona tena. Yaani, kuna baadhi ya miujiza iliachwa kipekee kwa ajili ya Masihi, Masihi atakapokuja awe wa kwanza kufanya jambo hilo iwe kwamba haijajitokeza mtu mwingine amefanya jambo hilo kwa hiyo hapa Yesu alipo aliposema vipofu kupata kuona tena. Sio tu kwamba hata angeweza kusema kwamba mabubu waongee, ijapokuwa waliongea, viziwi wasikie, ijapokuwa walisikia, lakini hapa Yesu kwa maksudi akasema vipofu kupata kuona tena. Hii ilikuwa ni ahadi ya Masii peke yake. Hata mnamkumbuka yule mtu mmoja kwenye Yohana sura ya tisa, Yesu alimponya alikuwa kipofu yule kipofu akaitwa na wale Mafarisayo na Masadukayo, wakaanza kumuuliza, wewe umepona ponaje? emtuelezee vizuri sasa. Yule mtu akawa anasema, jamani, mimi ninavyojua, huyu mtu ndiye Masihi, ndiye Kristo. Wale watu Mafarisayo na Masadukayo na waandishi wa Torati na sheria wakasema, hakuna wale watu wakasema hapana, sisi ni wanafunzi wa Musa na Musa tunajua alikotoka, lakini huyu atujui alipotoka. Yule mtu alijibu kwa sentesi moja, akasema hivi, yani, nimewambia huyu mtu amenifungua macho na nyiye mnasema ajui alipotoka. Ngoja nikuonyeshe huo mstari kwenye Yohana Mtakatifu sura ile ya tisa, mstari wa 29. Biblia inatuambia kwamba sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali huyu atujui atokako. Sasa mstari wa 30 ndio unasema, yule mtu akajibu akawaambia hii ni ajabu kwamba ninyi hamjui atokako naye alinifumbua macho. Kwa hiyo hiyo sentensi ina maana kubwa sana. Yule mtu aliyeponywa akashangaa, eh, yani nyiye hamjui huyu mtu anakotoka naye amenifumbua macho. Maanake kitendo cha yeye kunifumbua mimi macho kinathibitisha kwamba yeye ndiye Masihi, yeye ndiye Kristo. Na hawa watu walikuwa wanajua, lakini wanajifanya hawaelewi. Kumbuka huyu ni kipofu aliyekuwa anaongea sasa hivi. Ameshaponywa. Na huyu kipofu alikuwa anaenda hekaluni anasali, alishawasikia au au wakihubiri, wakisema, jamani, atakapokuja Masihi atawafumbua watu macho. Sasa Masihi ameshakuja, amemfumbua huyu mtu macho, alafu huyu mtu anamwambia, jamani, ni Masihi. Wanasema hakuna, Musa tunajua alikotoka, lakini huyu mtu hatujui anakotoka. Huyu ndo akasema, ni ajabu sana <laughs> sijawahi kuona kitu cha namna hii, nimefunguliwa macho, alafu mnasema juu alipotoka. Kwa hiyo ulikuwa ni unabii tayari kwa ajili ya Masihi, kwa ajili ya mtu ambaye Roho Mtakatifu atakuwa juu yake kufanya mambo ya namna hii, kuwafungua vipofu macho. Sasa turudi kule kwenye Luka. Kwa hiyo hapa kwenye Luka akasema kwamba na vipofu kupata kuona tena. Kuacha huru waliosetwa. Unajua wapo watu ambao wamefungwa kwenye vifungo vya namna mbalimbali, ziwe ni nguvu za giza, wao wameteseka, labda walipata ajali, mtu yani ameumia, anateseka, ana yuko kwenye mateso na maumivu makali. Yesu Kristo alikuja kuwaweka huru, lakini hapa Yesu anatuonyesha siri, ili Yesu asija kaondoka tukasema, ah, Yesu ameondoka, kwa hiyo haya mambo hayawezekani tena. Hapana, ndio maana Yesu alisema haya yote nitayatenda, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko juu yangu. Kwa hiyo kama roho huyo huyo Roho wa Kristo akiwa juu yako na wewe, inawezekana kufanya mambo yale yale ambayo Kristo aliyafanya. Na Kristo aliendelea mbele zaidi, akasema mkiniamini mimi, kama neno la Mungu linavyosema, yaani mtafanya hayo na zaidi ya hayo. Kwa hiyo wewe ni kuamini kabisa kwamba roho Mtakatifu ndiye aliyemwezesha Bwana Yesu. Yesu hakufanya miujiza, ishara na maajabu kwa sababu eti yeye ni mwana wa Mungu, kwa sababu yeye ni nafsi ya pili ya Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu katika mwili. Hapana, Yesu alimtegemea roho Mtakatifu. Roho huyo huyo anaweza akawa juu yako na wewe. Kwa hiyo mwamini Mungu kwamba inawezekana. Kwa nyakati za Pentekoste ni nyakati za kukumbushana mambo haya, kwa sababu wapo wengi wanasema kwamba nyakati za miujiza, ishara na maajabu zimepita, haya mambo hayapo tena, hivyo vitu viliondoka kwenye kanisa la kwanza, wanafunzi wale wa Bwana Yesu, wale mitume au thenashara. Bwana Yesu alipoacha, basi miujiza iliishia huko, siku za leo miujiza haipo tena. Sasa kuna watu wanasema hivyo. Kwa hiyo tusipo Roho Mtakatifu tusipojifunza haya mambo kwamba ni Roho Mtakatifu aliyemsaidia Bwana Yesu, na Roho aliyekuwa juu ya Bwana Yesu akawa juu ya wale mitume ndiye ambayo yuko juu yetu sasa hivi. Kwa hiyo tunaweza tukatenda yale yale ambayo Kristo naye aliyatenda kwao. Lazima tuongee habari hizi ili watu wajue kwamba inawezekana, tunaweza tukamwamini Mungu na tukaona mambo makubwa kwenye kizazi chetu hiki. Haleluya. Basi tunapomalizia ule mstari wa 19, neno la Mungu lasema, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Sasa sijajua hata labda wewe unayesikiliza ni mateso gani ambayo unayapitia, au hata sio kwako tu, tayari wewe una Roho Mtakatifu, hata kwa ile jamii yako iliyokuzunguka kwenye familia, labda una mtoto au jirani au nani, bado wanaendelea kuteseka. Watu hawa wana kutangaziwa mwaka wa Bwana uliokubalika kutangaziwa mwaka wa Bwana uliokubalika, kwa sababu nyakati hizo za mwaka wa Bwana uliokubalika ni nyakati za kustareheshwa, ni nyakati za kuponywa, ni nyakati za kuwekwa huru. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu bado yuko kazini. Roho yule yule aliyekuwa juu ya Bwana Yesu yuko juu yetu sisi. Kwa hiyo tunaweza tukamwamini Mungu na sisi kwenye kizazi chetu hiki tukamwona Mungu kwa namna ya ajabu ya kipekee na ya utofauti. Labda nimalizie na mstari mmoja kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, tuone Yesu aliyoyafanya, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Matendo ya Mitume sura ile ya 10, mstari wa 38, Biblia inatuambia habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka uko na uko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Kwa nini? kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia hapa inatueleza habari za Yesu wa Nazareti, namna Mungu alivyomtia mafuta. Kwa hiyo ndo kile kile nilichokuambia kwamba ni nguvu za Roho Mtakatifu zilikuja juu yake. Ni Roho Mtakatifu na nguvu zake, na Yesu akakubali kutembea kwenye partnership. Yesu akakubali kutembea kwenye muunganiko, kwenye umoja na Roho Mtakatifu na nguvu zake. Yesu Kristo kurizika tu kwamba roho mtakatifu yuko juu yangu, lakini alitamani kuona nguvu za Mungu zikiwa kazini. Ndio maana hapa Biblia imetuambia kwamba roho mtakatifu na nguvu, roho mtakatifu na nguvu, kama ambavyo tulishaangalia kwenye vipindi vilivyopita kwamba habari za roho mtakatifu haimaanishi tu kwamba upo na roho mtakatifu, unanena kwa lugha. Je, nguvu za Mungu zinaonekana? Sio unanena kwa lugha dakika moja dakika mbili, aa, umeondoka. Hapana, nguvu za Mungu inabidi zionekane kwenye maisha yako. Yesu naye hakukubali kwamba tu ninaye Roho Mtakatifu yuko ndani yangu, haonekani nje, watu bado wanaendelea kuteseka, watu wana magonjwa, watu wana shida, eti Roho Mtakatifu yuko ndani yangu Huenda ni kweli yupo ndani yako, lakini asiishie hapo. Biblia, hata tangu kwenye agano la kale, kwenye Zaburi, kuna Zaburi inasema mtakeni Bwana na nguvu zake, mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo usiishie tu kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yangu, na nguvu zake ziweze kuonekana. Haleluya! Kwa hiyo Yesu Kristo alipojaa Roho Mtakatifu na nguvu zake akafanya nini? Biblia inatuambia alitembea huku na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Mambo mengine yalikuwa ni kazi njema, kwa mfano alipofanya miujiza ule wa mikate na samaki a, kwenye ile harusi ya Kana ya Galilaya alipobadilisha maji ya kawa divai, hizo zote ni kazi njema, lakini haikuishia tu kwenye kazi njema, kuna watu walikuwa wanaonewa hapa Biblia inatuambia Yesu akawaponya wote walioonewa na ibilisi akiwemo na yule kipofu aliyeponywa pamoja na mambo mengine kadha wa kadha ambayo yalijitokeza. Biblia inatuambia kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Huyu Mungu aliyekuwa pamoja na Bwana Yesu yuko pamoja na wewe siku ya leo. Mungu ambaye alikuwa pamoja na mitume kwenye kanisa la kwanza siku ya leo yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo usiogope, usifadhaike. Mungu yuko upande wako, mwamini yeye nawe, utamwona kwa kiwango kikubwa cha ajabu cha kutisha na cha kushangaza kwenye maisha yako. Sifa zote tunamrudishia yeye, amen, amen. Sasa ningependa kuomba pamoja na wewe. Naamini kabisa kwamba neema ya Mungu itaendelea kukutetea. Neema ya Mungu itakupigania. Roho Mtakatifu atakuwa pamoja na wewe kwa namna ya kipekee na ya ajabu kabisa. Natamani kuachilia nguvu za Mungu, labda kuna eneo lolote ambapo shetani alikuwa anakuonea kwa namna moja au nyingine, nataka nitangaze mwaka wa Bwana uliokubaliwa, nataka niachilie mafuta ya Roho Mtakatifu yaweze kukutana na wewe hapo ulipo na kubadilisha mazingira ulionayo, kwa sababu Mungu anaweza kukuponya, anaweza kukutetea na anaweza

Basi nikuombee. Mungu wangu na Baba yangu katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu, ni Mungu unayeweza. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu upo kazini. Yule Roho Mtakatifu ambaye ulimpaka mafuta Bwana Yesu akatenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, ndiye Roho Mtakatifu ambaye yuko juu yangu siku ya leo, nami kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninazidi kukataa, ninazidi kwenda kinyume, ninabatilisha kila namna uonevu wa Shetani, kazi za adui kwenye maisha ya watu. Katika jina la Yesu Kristo ninavunja kila namna ya kifungo, ninaharibu kazi zote za giza katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, shetani umeshindwa na kazi zako, shetani umeshindwa na mambo yako. Katika jina la Yesu Kristo natangaza kufunguliwa, natangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa katika mazingira hayo, iwe ni katika uchumi, kwenye biashara yako, iwe ni kwenye maisha yako binafsi ya kiroho iwe ni katika mwili wako, kuna uonevu, kuna vidonda, kuna magonjwa mbalimbali mbali. iwe ni kansa iwe ni vairasi za namna mbalimbali, ninazikausha, ninaziua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, hazitabaki katika uo mwili kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Shetani umeshindwa na mambo yako mabovu katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza kwamba wewe upo huru, ninatangaza kwamba ume pona, na Roho Mtakatifu amekuponya katika jina la Yesu Kristo. Mafuta ya Roho Mtakatifu yanakugusa hapo hapo ulipo katika jina la Yesu Kristo, katika mwili wako katika familia yako kwa watoto wako kwa mme wako na kwa mke wako katika jina la Yesu Kristo, iwe ni ndugu zako iwe ni kwenye masomo yako huko shuleni kwa jina la Yesu Kristo, kazi zako na biashara zako katika jina la Yesu Kristo, Roho wa Mungu awe pamoja na wewe. Roho aliyemsaidia Kristo kufanya mambo ya ajabu, ishara na miujiza. Roho mtakatifu bado yupo hai mpaka leo, hata kusaidia na wewe, hata kupungukia wala hata kuacha, katika jina la Yesu Kristo. Roho mtakatifu, ninawakabidhi watazamaji wote hawa mikononi mwako, endelea kuwa pamoja nao, watetee, ukawasaidia kujua kwamba roho mtakatifu bado upo kazini, ishara na miujiza zikaonekane kwenye maisha yao, watakapoenda makazini watakapoenda mashuleni watakapotoka huko nje kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali za maisha, roho Mtakatifu ukapate kuonekana na watu wengine, wakaone kwamba kweli roho Mtakatifu yuko pamoja nao. Sifa na heshima na utukufu na kurudishia Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja, asante kwa uponyaji, asante kwa uliowafungua, asante kwa uliowaweka huru, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen. Amen, amen. Basi nipende kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye siku ya leo umesikiliza kipindi hiki. Basi nikutakia amani ya Bwana kwa siku ya leo. Ulikuwa pamoja nami, Pastor Joseph Muttassa toka Rema Outreach Ministries, na Mungu wangu akubariki sana. Kwa heri.